Kwa kweli kama alivyosema mwenzangu, msiba si wa kwenu peke yenu, ni msiba wa kitaifa. Mpaka Mheshimiwa Rais ulimgusa, akamtuma mkuu wa mkoa ili aweze kutoa salamu za serikali, lakini hata bungeni pale siku hiyo na ilikuwa ni majonzi matupu. Mi mwenyewe nilipata taarifa wakati ule ule kupitia kwa mwenyekiti wa kile kitongoji. Kwa kweli sikulala usingizi, na mimi nikawa ndio mfiwa namba moja na wenzangu kwa kweli walisikitika pamoja na mimi mpaka uongozi wote wa Bunge, lakini kama alivyosema, kipindi hiki ni kipindi cha bajeti. Na mimi ndio nimebeba kihenge na ndiyo kiongozi kwa niaba yenu kwa bajeti. Kwa hiyo jana ndio tumewasilisha, na uongozi wa bunge akasema, sasa nenda kwa siku moja siku mbili ukafikishe pole zetu, pole za kwakwa ule mwenyewe lakini hata za bunge hili ungane nao. Kwa hiyo, poleni sana ndugu zangu, yote ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Hatupangi, ni Mwenyezi Mungu mwenyewe. Inawezekana kuna jambo alilipanga, na sisi huwa hatuhoji ni kwa nini ulilipanga kupitia hili. Kwa hiyo poleni sana. Kwa hiyo nikasema, ngoja na mimi nije kwa leo niwape faraja. Naomba Mwenyezi Mungu mwenyewe watie nguvu, na Mwenyezi Mungu awape ile usahaulifu Haya mambo haitakiwi kukaa nalo, maisha ni mwako. Naomba Mwenyezi Mungu awasahaurishe, ili muendelee, tuendelee na maisha mengine. Poleni sana huu msiba, <coughs> ulikuwa ni wa taifa. Hata tulipopata habari kuliokuwa nje, ilitushitua mno. Nakumbuka mimi usiku ule nilipigiwa simu na mwenyekiti wa kitongoji cha Mageuzi akiwa pale pale ulikuwa kazini wakati huu, wakaona mtu mzima anatoka machozi na anatoka akashangaa, kuna nini? Kwa hiyo sikulala mpaka asubuhi. Sasa kama alivyosema wenzangu, katika kujipanga, kwa sababu ni kitu cha kitaifa, wakasema hapana, hili jambo naolifanya ni la kitaifa, acha tulikamilishe, ukilikamilisha wewe utaenda kuhani, lakini kwa sasa hivi acha serikali kupitia kwa mkuu wa mkoa, ambaye aliagizwa na Mheshimiwa Rais, aje tuwakilishe sisi wengine wote, kwa akasema, wewe malizia hilo ambalo nimemaliza jana. Nimetembea usiku kucha, nimefika asubuhi, ili angalau na mimi nije nitoe pole. Lakini nafikiri kwa msiba huu, nafikiri nilituma mwakilishi siji kama waitiituaakils yeah, karibu kila mahali niliweza kuwatuma wawakilishi waji wanikoi, lakini nikasema kwa msiba kwa jinsi livyo mi, mwenye mi mwenyewe, kwa vile mimi mwenyewe ni mwenyeji wa hapa hapa, mi ni mzalio wa kata hiyo utengule usoni nyumbani ni hapo Iwambi, ndio lma nimezaliwa, nimekulia huko huko. Kwa hiyo jamaa nevo msiba ni wa kwangu. Poleni sana, poleni mno, lakini yote haya ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Pamoja na kwamba maumivu tunayapata, lakini hata vitabu vya dini vinasema ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo naomba wape uvumilivu, awape na kusahau. Kusahau siyo kosa, mambo kama haya hayatakiwa ukayakumbuka milele daima yote ni kumwomba Mwenyezi Mungu anawapa uvumilivu katika hili kipindi na kumwomba Mwenyezi Mungu kuwa wenzetu huko alikoenda awaweke katika mikono yake salama. Kwa hiyo naomba nitoe rambirambi kwa ambayo nimekuja nayo, nashukuru sana.